hakuna wa kutuchelewesha hakuna wa kutukwaza kesho nyama kwenda nusu fainali kwa mapenzi yake mwenyezi mungu kwa ubora tuliokuwa nao kwa maandalizi tuliyoyafanya kwa mikakati tuliyokuwa nayo kesho wanasimba ni wahakikishie kwa asilimia mia moja tunakwenda nusu fainali. Hata kama kwako kuna msiba, nenda kazike saa saba saa kumi njoo Benjamin Mkapa. Kama wanazika kesho, acha maiti ndani, njoo Benjamin Mkapa. Ukirudi utamarudia kuendeleza, itazika Alhamisi. Kesho hatakiwa mwanasimba yeyote kubaki nyumbani, hakuna udhuru wowote Unakaa mfanya mwana simba wa azimio ashindwe kuja benjamin Mkapa. Kama una mgonjwa hapo, tutakufikiria lakini, kama uko sawa sawa, benjamin mkapa kesho tunakuhitaji mwana mwanaazimio. Itakuwa ni fedheha keo asumbua kama uweze ukaa vip mbali unatakiwa kubehave kikaa vya hivi. Watu wa Azimio, ni aibu, ni fedheha wewe kushindwa kwenja benja kwenda Benjamin Mkapa. Mechekali yeah, kwene kwenjap, yeah, watu wa Azimio, watu wa Temeke, watu wa Sirio, watu wa Wapile, watu wote wa maeneo haya, watu wa Sandali ni aibu kubwa kushindwa kwenda Benjamin Mkapa ambayo kwenu nyinyi mnaweza kwenda kwa kutembea, wakati kuna watu wamekuja kutoka Mbeya zaidi ya kilometa mia nane, wamekuja kuifuata Simba yao na wamefika leo. Kesho wanakuja Benjamin Mkapa. Taila Mbeya, ebu nyosheni mkono hapo. Sio Wanyakyusa watu waliokuja kutoka Mbeya kwa ajili ya mechi mpo eh? nauli shingapi kutoka Mbeya ngapi? Elfu sitini na tiketi elfu tano elfu sitini na tano kwenda na kurudi, wamelipa shilingi elfu sitini kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam, na tiketi watajikatia, wataingia uwanjani. Yani kama kalaki moja fulani hivi kanateketea kwa sababu ya Simba yake. Alafu kuna bonge la baba yuko Azimio hapa, kutembea tu wa mguu anaona tabu, na yeye anakaa kwenye TV na watoto wadogo kazi yake kukosoa tu. Tunasemaje kesho, kila mwana simba anatakiwa kuja Benjamin Mkapa. Kama watu wametoka Mbeya na kuna wengine wametoka Tunduma, wekundu wa boda, kuna wanasimba kutoka Mwanza wamewasili asubuhi ya leo. Wewe watemeke hapa, unafanya nini? Nyumbani unafanya nini? Kwenye kibanda uliza Unaacha kuja uwanjani, unaacha kuja kuungana na wanasimba wenzio. Hauna sababu yoyote ya msingi ya kukufanya uache kuja uwanjani siku ya kesho. Ndugu zangu, wanaazimia kila zama na historia yao wanajivunia. Katika Simba Sports kuna ambao wanajivunia zama za mwaka 1993 Simba kucheza fainali. Kuna wanaojivunia historia ya mwaka elfu mbili na tatu. Kila zama zina historia yake ambayo wanajivunia nayo. Sisi wa mwaka elfu mbili na ishirini na kuendelea tuna nini cha kujivunia ndani ya simba yetu cha kujivunia ndani ya Simba yetu tunakwenda kukipata kesho Benjamin Mkapa, nyama kwenda nusu no fainali mm -hmm. Imetosha sasa kujivunia historia ya mwaka 93 zamani. Imetosha sasa kujivunia historia ya mwaka 2003 zamani. Imetosha sasa kujivunia historia ya miaka sabini. Ni wakati sasa wa sisi kuandika historia yetu, na historia yetu itakuwa ni kuipeleka Simba nusu fainali. Kwa umoja tuliokuwa nayo watoto wa mwaka elfu mbili, kwa nguvu tuliokuwa nayo hii inawezekana na hii tunavuka Sasa kujivunia historia za zamani, ni wakati sasa na sisi kuandika historia yetu, ni wakati sasa na sisi kuiona Simba inacheza fainali za Afrika. Wenzetu wa zamani waliona wana cha kujivunia, yeah. Wale wana Simba ambao wana uoga uoga, wana mashaka mashaka, niwaambie tu, mwanasimba haustahili kuwa na uoga, haustahili kuwa na wasiwasi wasi. Hili jambo liko kwenye mikono yetu, hili ni jambo ambalo tunalimudu, hili ni jambo ambalo tunaliweza hili ni jambo ambalo hatuhitaji ushirikiano na mtu yoyote. Wanasimba wenyewe tunaweza kumtoa Mwarabu na tukaenda nusu fainali. Hili ni jambo ambalo tunaliweza kwa asilimia mia moja. Ni wakati wetu sisi wanasimba wa kizazi hiki na sisi kuandika historia yetu itakayodumu vizazi na vizazi, itakayodumu miaka na mikaka, tutakayojivunia nayo, historia ambayo tutaiandika sisi wenyewe, na sio historia ya kujivunia ya miaka nyuma, historia ambayo tutakuwa tumeitolea jasho, machozi na damu, historia ambayo tumetoa fedha zetu za tiketi kufanikisha historia hiyo. Historia hii tunakwenda kuiandika kesho. Nilikuwa sehemu ya wanasimba walioipeleka Simba nusu fainali baada ya kukwama kwa kipindi cha miaka mitano. Unamhadithia mwanao historia hiyo ukiwa na picha za kumbukumbu ya kwamba umeshiriki, sio? Unamhadithia mwanao historia tisini na tatu ambayo haukuwepo, na wewe mwenyewe ulihadithiwa na baba yako. Ni wakati wetu sasa kwenda kuandika historia yetu. Ni wakati wetu sisi watoto wa elfu mbili twende tukaandike historia yetu ya kuipeleka simba nusu fainali, na inawezekana sana, kulingana na aina ya mpinzani ambaye tunacheza naye kwa nyuma <todiculta> aina ya mpinzani tunayecheza naye kesho ni mpinzani ambaye tuna mudu kabisa, hivyo lazima wanasimba twende tukatimize wajibu wetu, twende tukamtoe Misri mnyama aende hatua inayofuata. Ndugu zanguni, takwimu za tiketi haziridhishi hata kidogo. Bado namba, bado idadi ya walionunua tiketi mpaka sasa ni ndogo mno, ni ndogo sana. Wanatosha watu wa kuingia KMC tu mpaka walionunua tiketi hivi sasa. Kusema kweli, inavunja moyo kwelikweli. Wanasimba, sijui mmepatwa na nini? lakini ukweli ni kwamba ari yetu ya kwenda uwanjani imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Inawezekana imeathiriwa na matokeo ya mechi ya kwanza. Inawezekana.